Habari, karibu katika chaneli yetu. Leo tutaangalia ugonjwa wa kipindupindu vinu, ugonjwa ambao ni hatari sana na unaoweza kusababisha madhara ndani ya mwili wetu. Tutaangalia chanzo cha ugonjwa huu, lakini pia tutaangalia jinsi gani ambavyo unaweza ukajikinga na jinsi gani ambavyo unaweza ukaepukana na ugonjwa huu. Nasi basi daktari Leni Komba anakuletea mada hii kwa undani, nasi kubonyeza alama subscribe shikengele pembeni yake, lakini kuombe mwalike rafiki yako mmoja ili naye aweze kujifunza kwa undani kuhusu ugonjwa huu wa kipindupindu, na aweze kujikinga na kuokoa maisha ya rafiki zake na ndugu jamaa na marafiki anaowapenda. Kwanza kuangalia nini maana ya kipindupindu. Kipindupindu huu ni ugonjwa wa kuarisha unaoambatana na maji kwa wingi sana ndani ya muda mfupi. Ugonjwa huu usababishwa na bakteria aitwaye Vibrio cholerae. Ugonjwa huu au mwasiriko ugonjwa huu uweza kupata madhara ndani ya muda mfupi, kwani ndani ya muda mfupi anaweza kupoteza maji mengi, hivyo kupata madhara tunaita dehydration, lakini pia anaweza akapata ndani ya muda mfupi na kuhatarisha ya maisha yake, hivyo mtu atakapopata dalili za ugonjwa huu anapaswa kuchukua hatua mara moja za kuonana na daktari. Ugonjwa huu unaenezwa vipi au unaambukizwa vipi? Ugonjwa huu wa kipindupindu huambukizwa kupitia maji machafu na mazingira ambayo sio safi na mazingira duni katika hali ya usafi. Mgonjwa anaweza akaambukizwa kwa njia zifuatazo: kwanza kwa kutumia maji yaliyoambukizwa na bakteria aina ya Vibrio cholerae na maji haya mara nyingi ni machafu. Lakini pia mgonjwa anaweza kuambukizwa kwa kutumia chakula ambacho kina maambukizi ya bakteria, chakula ambacho si kisafi, chakula ambacho hakijasafishwa. Lakini pia mgonjwa anaweza akaambukizwa kupitia mazingira ambayo si salama, kama vile ambavyo havijafanyia usafi muda mrefu, vinaweza vikapelekea maambukizi ya kipindupindu kwa urahisi kabisa. Lakini pia mgonjwa au mtu anaweza akapata maambukizi haya kutokana katika maeneo yenye mafuriko pamoja na msongamano mkubwa wa watu. Mtu anaweza akapata maambukizi haya kwenye mafuriko kwa sababu ni rahisi maji yanapokuwa mengi, ambapo ni machafu, wewe vimelea vya magonjwa na bakteria hawa na kusababisha madhara kwa urahisi. Sasa maambukizi ya mua. Bacteria bakteria vile kolera huweza kuishi kwenye maji ndani ya muda mrefu, jambo linalopelekea awe na uwezo au, au kuwe na uwezekano mkubwa wa kuambukiza watu ndani ya muda mfupi. Ndiyo maana ugonjwa huu huweza kuenea kwa watu kwa haraka sana kwa sababu bacteria huyu anaweza akaishi kwenye maji kwa muda mrefu. Kwanza kuangalia dalili za ugonjwa hatari wa kipindupindu. Dalili za ugonjwa wa kipindupindu hutokea ghafla na pindi ambapo zinatokea tunashauri uweze kuchukua hatua mapema na kwa haraka. Dalili ya kwanza kubwa ni mgonjwa kuweza kualisha kualisha, ambapo anaweza kualisha maji maji yanayofanana na maji ya mchele, na kualisha kwake huwa ni kwa kiwango kikubwa, tunaita profuse water diarrhea. Na kualisha huku kama nilivyosema, maji yake huwa ni maji ya mchele na ni mara nyingi anaweza akawa naharisha zaidi ya mara kumi na kuendelea kwa saa au kwa siku. Dalili zingine ni pamoja na utapika, ambapo unakuwa unaweza atapika bila kuwa na kichefuchefu. Dalili nyingine ni kuishiwa nguvu kwa kiwango kikubwa. Dalili zingine ni macho kuingia ndani, naita sunken eyes, ngozi kunyauka, naita skin peach, naita kitu ingine ta-, anaweza akapata mapigo ya moyo kwenda mbio, anaweza akachoka sana akapata kiu kali ya maji. Kwa hiyo mtu yeyote apata aapata dalili hizi ambazo mara nyingi tutakuwa ghafla ndani ya muda mfupi, tunashauri aonane na daktari mara moja, kwani inaweza ikashiria kipindupindu. Tuje kwenye matibabu ya kipindupindu. Habari njema ni kwamba kipindupindu kinatibika kama mtu akiwahi kupata matibabu. Kuna kanuni hatua za kufuata ili upate matibabu. Hatua ya kwanza, afika kwenye kituo cha afya pale ambapo ukishafika kituo cha afya, daktari au muuguzi atachukua hatua ambazo zinapaswa kuchukulia. Moja hatua ni kufanya isolation ili kuwakinga na watu wengine, yani utatengwa na utapelekwa kwenye eneo ambalo tunawatibu wagonjwa wa kipindupindu, yani inaitwa kwenye kolela bedi, alafu unatengwa kidogo, ili wasipelekee madhara nyingine. Baada ya hapo, utapewa matibabu kutokana na hali utakayokuwa nayo Daktari atakavyokuona matiudeko mengi, na huwa inategemeana na hali ya mgonjwa. Kama nilivyosema, habari njema ni kwamba kipindupindu kinatibika. Jambo la kuzingatia ni kwamba hupaswi kumpa mgonjwa dawa yoyote ile ya kienyeji anapokuwa nyumbani, kwani dawa hizi huweza kuongezea madhara zaidi zaidi ya kutibu. Jinsi ya kujikinga na ugonjwa. Ugonjwa wa kipindupindu unaweza ukajikinga na ukauzuia kwa njia rahisi sana. Kama nilivyosema, ugonjwa huu unaambukizwa kwa maji machafu na chakula kisicho salama. Kwa cha kuzingatia cha kwanza ni hakikisha maji unayokunywa unayotumia ni safi na salama kwa afya ya binadamu. Kama maji unayokunywa yamechemshwa, kama unatumia basi hakikisha ni maji ni masafi. Kingine ni chakula. Hakikisha chakula unachokula kimesafishwa vizuri. Lakini kitu kingine mazingira ambayo unaishi, mazingira ambayo unatumia au mazingira ambayo yanakuzunguka, hakikisha hayana haya maji machafu na ni masafi na salama. Kitu kingine, hakikisha unapotoka chooni umesafisha maji umesafishwa ma, umesafisha mikono kwa maji safi na salama. Kingine hakikisha auli chakula kilichopoa muda mre mrefu au chakula ambacho akijaosha, hususani matunda ambayo hayajaosha au yaliyoanguka chini na kukaa chini kwa muda mrefu. Hivyo ni vitu vyepesi au njia rahisi za kujikinga na ugonjwa hatari wa kipindupindu. Ni ugonjwa hatari lakini unaweza ukajikinga kwa njia rahisi sana. Naamini kuna jambo umejifunza katika mada hii. Niseme kwamba habari njema kwa kipindupindu, kinatibika kwa njia rahisi sana. Jambo la kuzingatia ni kwamba unapaswa kumwaisha mgonjwa katika kituo cha afya ili aweze kupata matibabu na aweze kuokoa afya yake kwa njia rahisi. Ulikuwa nami daktari Leni Komba. nikutakie siku njema niandike kwenye comment section na share video hii kwa rafiki mmoja ili aweze kujifunza zaidi kuhusu ugonjwa wa kipindupindu, hasa kipindi hiki ambacho ni mwisho wa mwaka na kuna mvua nyingi, ambapo anaweza akapata rahisi ugonjwa huu. Nikutakie siku njema katika mara ijayo.